Sijabaje, ila akalaka kusema solo, ni kweli. Haya matukio yanasikitisha kwenye mitaa yetu hii, hatujui kwa jamaa yetu kama mwalifu au la, lakini vi, vijana kidogo tuwe vizuri. Ukibaka kwenye mitaa yetu upo kabisa, na hata uongozi wa mitaa yetu ilanaa, tuzingatie jamani, Tusaidiane, tupana ushauri. Vijana saizi hali ngumu, so, wanashinda wapi? Huko si wapi kule, afa shinda kiuchumi, anatafuta njia nyingine, anakuwa kibaka. Kwa majina naitwa Richard Abedi Mpandamila, ni mkazi wa Maperele. Huyu jamaa namfahamu kwa jina la Joti. Alikuwa ni kijana mstaarabu sana, ni mcheshi. Kwa hiyo asubuhi leo nimepata tu taarifa kuwa amefia huko korongoni, kwa hiyo nikaja kumwangalia kwa kweli siwezi nikatambua chochote kwa sababu siwezi kuelewa maana, kwa maneno maneno ya chini chini wengine wanasema kwamba amepigwa, ametupiwa humo korongoni. Kwa hiyo hatujapata uhakika zaidi. <laughs> Kwa majina naitwa Melania Stanislaus Sistima, ni mkazi wa maeneo haya. Kwa kweli hili tukio limetushangaza asubuhi, tumeamka tunashangaa, watu wanasema kuna mtu yuko kolongoni amekufa, kuja kuangalia ni, ni Joti. Basi katika kumwona ni Joti, kwa kweli Joti ametuuma roho. Mimi kwa wangu mimi, kama mimi, Joti alikuwa ni mteja wangu anakokaa nikuwa sijui anakuja ananyungisha kibandani, anaondoka. Na hata hivi amekufa na deni langu elfu tano, ila nimemsamee bule. Hata Mungu aliye hai ni shahidi, nimemsamee bule. Ila nasema hivi, vijana kama vijana, mkae mkijua mnapotembea, mna marafiki wachache, mna maadui wengi. Angalieni maisha yenu, tena angalieni kabisa. Kwa sababu gani? Kama haujajijua mapema, ujue kabisa unawindwa. Mkumbukeni muumba wenu siku za ujana wenu kabla zijaja siku hatari za kutisha. Joti amekufa katika hali ya dhambi, halikuwa mtumiki Mungu. Ndio kinachoniuma hicho. Kwa kweli, okokeni mgeukieni Mungu awe msaada kwenu. Ninatuma wazazi, mimi ni mama mwenye watoto watano wa kiume wanne. Tumbo linaunguruma hapa nilipomuona Joti yuko korongoni. Kwa kweli ninawaomba wazazi wenzangu, wakina mama, ombilieni kwa ajili ya watoto wenu wa kiume. Wanatafutwa na shetani. Hata Yesu alitafutwa. Kila mkiangalia hata kwenye maandiko, watoto wa kiume wanawindwa usiku na mchana. Amina, amina. Waombeeni, waombeeni, wapelekeni mbele za Mungu. Yote ameniuma roho sana. Naitwa Claire Edward Muongo. E, kwa matukio haya kwa kweli yanasikitisha, mara kwa mara, sio leo tu, mwaka juzi, mwaka jana tumekuta katoto kachanga humo, eh, e, mwaka juzi tena tumekuta watu wa, mtu amekufa. Kwa kweli matukio yanaleta ya picha mbaya kwa sisi ambaye tuko jirani kwa sababu yani mtu anaweza kutengenezea mazingira mbali alafu akaja kurusha huko, tunashangaa asubuhi watu wawili wamesimama hapo, tukasogea eh, eh nani nani, watu kwa kweli, wengine wakamtambua, aliyotoka huko vilabuni huko, wakamtambua wakasema, huyu ni fulani, tulikuwa naye jana hivi na hivi na hivi. Wakasema tena anakaa jirani. Jirani wapi? Wakasema nyumba ya jirani hapa hapa. Tukasema mbona hatuelewi sisi, kwa nini wanakaribisha watu ambao hatuwatambui? Balozi ya ngambo, sijui kama alikuwa anatambua, lakini naye tukimuuliza anasema sitambui, kana kwamba kuna mtu kama huyu anaishi hapa. Lakini jinsi watu wanavyoelekeza elekeza, wanasema alikuwa na nyumba zaidi ya tatu. Eh, amepanga mapelele kuna nyumba mbili hapa hii ilikuwa ya tatu. Kwa hiyo kwa matukio hayo kwa kweli kwa vijana kama vijana tunaomba wajishughulishe kwa kweli kwa kazi zao. Kwa kazi za mkato hizi sio nzuri. Pengine kwa kweli kwa tafsiri gani mtu anakuwa na nyumba tatu na mnathibitishaje hili? Ye, kwa sababu yaani hiyo tafsiri kwa sababu yaani mtu ambaye yani sio mwema haieleweki. Kwa sababu yaani mtu kutakuwa mtu mmoja anakuwa na nyumba tatu zaidi ya tatu ili iweje? Eh, na sio kusema eti ana mke ana nani? Leo tumemhoja hata kijana nayeishi naye, maelezo yake kwa kweli yalikuwa sio we. Fatuma Sanke, kata Iganzo, mtamu wa Mbenja, shina namba 20. Ili daraja watoto wanajifungua, mabinti wanatupa watoto, vijana wanasukuma, wanalala, au wengine wanakuta wamekufa, wengine wanapona. Tunaomba sana msaada kwa ajili ya ili daraja. Ni daraja bovu sana, alafu ni daraja kubwa ambalo limebeba watu wengi sana lakini hatuoni kila mara kwa mara miaka na miaka wanapima wanachukua na udongo, lakini hatuoni mafanikio. Tunaomba msaada. Twa mwanyanje yeo, mwanyanje ni mkazi wa maeneo haya. Kwa kweli, hili daraja ni kero. Kwanza sasa hivi wameligeuza ni dampo la kutupia watu, sio mtu wa kwanza huyu eh? Sasa hata nyewe wenyewe mkiliangalia hili daraja Nimejaribu kulalamika hata kwenye mikutano kwamba labda mikutano hii tuhame tukakalie pale kwenye daraja, lakini bado halisikiki. Hili daraja ni miaka mingi tumelilalamikia na lina matukio mengi. Hata vijana ukiangalia vibanda hivyo hapo ng'ambo, na wanakaa vibaka. Sasa lingetengenezwa vizuri, ingekuwa ni, ni bora zaidi eh? kwa sababu hata hivi vichaka vichaka hivi ndio vinaonyesha kwamba ni sehemu ya, ya maficho hii eh. hii barabara inatokea Magege hapa moja kwa moja mpaka Ileya, lakini sasa barabara zingine fupi tu zinazotoka hapa na pale wametengeneza. Hapa pana mkosi gani? tunaomba niwaombe, tushirikiane na jeshi la polisi. Lakini vijana wengi sasa hivi wanahusika kwenye kutumia madawa ya kulevya na kuvuta madawa ya kulevya. Jamani, hawa ni watoto wetu, wanaharibika. Tuwafichue watu kama hawa, sawa? Tutoe taarifa, tuwasaidie hawa watoto. Mtoto mdogo anaanza kuvuta bangi, baadaye akiwa mtu mkubwa, nini kinatokea? Mtoto mdogo anauza bangi. Vijana sasa hivi hawahusiki kwenye kutafuta pesa kwa njia ya uhalali. Wengi wao wanahusika na, na matukio ya wizi, na wengine wanacheza kamari wanacheza kamari. Mwisho wa siku wanakaba watu, wanaokaba ni nyewe wenyewe, lakini sisi tunawafumbia macho, hatutaki kusema. Tuseme jeshi la polisi liko kwa ajili ya kuwasaidia kuwalinda wananchi na mali zao. Tunataka wewe uwe salama na mali zako ziwe salama sana. Ndugu zangu, tushirikiane, tutoe taarifa. Sisi wakaguzikata kila kata na mkaguzikata, lakini amshirikiani nao iganzo polisi kata wenu ni anaitwa Mwalukasa, mnamfahamu. Msaidieni, mpeni ushirikiano ili kata yenu iwe salama. Lakini lemi, mnanifahamu pia, tushirikiane kata yetu iwe salama sana. Ndugu zangu, nawaomba nawaomba tena, tupo kwa ajili yenu, tupeni ushirikiano wa hali ya juu ili mweze kuishi salama. Mambo vipi jamani? Kwanza niwape pole sana kwa Tukio ambalo limeweza kutokea hapa la mwenzetu kupata ajali na kutumbukia hapa chini. Wote tunaona hali ilivyo hapa. Si tunaona jamani? Hali ilivyo hapa. Basi mimi ni waombe Serikali yetu nisikivu sana, kilio chenu kitasikika, daraja litajengwa hapa. Yes, si tunaelewana, eh? Daraja litajengwa hapa. Lakini kwa wakati huu ambao bado halijajengwa, basi ni waombe, tuna watoto, tuna wamama wajawazito

Sio maokozi haya tu. Nyumba inaungua, mtoto ametumbukia kwenye kisima, hata kama ni paka wako wa nyumbani yule ametumbukia, mnyama naye ana haki ya kuishi. Jamani, sawa eh? Eh, umevamiwa na nyuki, basi toa taarifa kupitia moja moja nne. Hii namba ni ya bure, mia moja kumi na nne. Sawa jamani. Naitwa Christopher Ndendekise, mkurugenzi wa Safirisha Limited. Tunakuletea fursa kubwa ambayo tumekuwa tukiifanya, inaitwa wekeza gari inaitwa wekeza gari. Nini tunachokifanya? Moja, kuna watu wengi wana magari, anaendesha asubuhi, anakwenda kazini, gari ameipaki, jioni anarudi, ameweka mafuta, matengenezo, gharama. Sisi Safisha Limited tunakupatia dereva, hiyo ni moja. Mbili, tunakusaidia matengenezo ya gari, lakini tatu, tunasimamia shughuli za kuifanya gari yako iongeze kipato. Unasajili gari yako kwenye huduma mbalimbali, tunaita ride sharing kwa maana ya Uber, Bolt, Farasi, ili kila mwezi uweze kuingiza fedha badala ya gari yako kutumia fedha zako. Gari ni kwa ajili ya kuingiza kipato, na gari si kwa ajili ya matumizi ya kutoa fedha sehemu nyingine kwa ajili ya gari yako. Karibuni sana.